Erik Mandala mfanyabiashara bilionea akamatwa kwa kesi nzito ya madawa ya kulevya. Papa huyu maarufu kutoka Kongo Kinshasa, Eric Mandala mwenye umri wa miaka 48 amekamatwa nchini Uhispania akiwa na zaidi ya kilo 200 za madawa ya kulevya aina ya cocaine. Eric Mandala ametajwa karibu kila wimbo wa Kongo uliotoka miaka ya hivi karibuni. Kama wewe ni mfuatiliaji wa muziki wa rumba hasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila shaka utakuwa umewahi kumsikia sana PDG Eric Mandala. PDG huyo tajiri mkubwa ambaye jina lake kamili ni Eric Mandala Kinzenga, mwenye asili ya DRC yaani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anamiliki mkwanja wa kufa mtu. Sasa mwamba Eric Mandala amekamatwa akiwa na dawa za kulevya, cocaine kilo zaidi ya 200, sawa na mifuko minne ya sementi. Aise, hii ni hatari sana. Ilikuwaje? Unaambiwa kwamba mwamba alikuwa anasafirisha mzigo huo kutoka Ecuador ambapo mzigo ulipakiwa kwenye meli mpaka bandari ya Algeciras nchini Hispania akiwa na lengo la kuvusha mpaka Moroko, lakini kumbe wazee walishakaa sawa Mamlaka ya kuzuia dawa za kulevya nchini Hispania DEA kwa kushirikiana na Mamlaka ya kuzuia uhalifu Hispania walimwekea mtego huo ambao ulifanikisha kumnasa akiwa amebeba mzigo huo kwenye gari. Mandala alikamatwa pamoja na mwanamke wa Kikolombia, na walikamatwa wakiwa na kiasi cha dola elfu hamsini pesa taslim za Kimarekani, ambazo ni sawa na takriban shilingi milioni 127 za Kitanzania. Taarifa zinasema kwamba polisi waligundua kwamba Eric Mandala alikuwa anafuatiliwa na maafisa wa kudhibiti dawa za kulevya tangu Agosti mwaka 2024 na hatimaye wamefanikiwa kumkamata juzi kwenye mtego wao. Cocaine hiyo inadaiwa ilitoka Ecuador na ilikuwa inaelekea Morocco kupitia bandari ya Algeciras, Hispania. Zaidi ya hayo, mwaka 2020, PDG Eric Mandala alijivunia kununua nyumba ya kifahari katika jengo refu zaidi duniani Burj Khalifa jijini Dubai kwa kiasi cha euro milioni 1.85 taslim, jambo ambalo lilishangaza wengi na kuachwa vinywa wazi. Fally Ipupa alitunga wimbo maarufu kumsifia mkewe Maria Piron Mandala PM. Wimbo huu ulizua gumzo sana na kuonyesha namna Mandala alivyokuwa wakimpenda mkewe mpaka wasanii wanamuimbia, lakini kwa sasa Eric Mandala yuko mikononi mwa jeshi la polisi nchini Uhispania huku akisubiri hukumu ya kesi yake. Lakini ukiangalia kwa jinsi ya ukaguzi walivyofanya, bwana, hutoboi kama una gari ambalo lina madawa ya kulevya au kama umemeza ama kama umeweka kwenye begi lako, basi lazima utakamatwa kwani teknolojia haidanganyi. Ibwana, kaa chonjo kwa updates na taarifa zaidi kuhusiana na kesi hii ya Eric Mandala hapa hapa Mbanga TV. Kama ndo mara ya kwanza kutazama video katika channel hii, usisahau kusubscribe, pia dondosha komenti yako, tuambie hapo chini. Je, ishu hii imekukuta katika hali gani na unaona kwamba adhabu yake itakuwaje kwa bwana Eric Mandala PDG kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo? Ibwana, jina langu niite CJ, tukutane tena kwenye video ijayo, bye bye.